Jumbe maalumu wa Raisi Samia Suluhu Hassan, Rais Mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amehitimisha ziara yake nchini Burkina Faso kwa kukutana na Rais wa nchi hiyo, Captain Ibrahimu Traore kwa kufanya naye mkutano. Mkutano huo ulifanyika jijini Ouagadougou jana Alhamisi Aprili 17, 2025 na kuhudhuriwa na maofisa waandamizi kutoka serikali zote mbili. Katika mkutano huo, rais mstaafu Kikwete ameshukuru kwa kupata fursa ya kukutana na Kapteni Traore na kumkabidhi ujumbe maalum kutoka kwa rais Samia. Na mnukuu, rais wangu amenituma nije kuwakilisha ujumbe maalum kwako na nimefurahi umenipa fursa hiyo na leo umeupokea rasmi, amesema Kikwete mwisho Kikwete piano, wa kunukuu. Kikwete pia amewasilisha salamu za rais kuhusu umuhimu wa kuimarisha ushirikiano baina ya nchi za Afrika hususan kubadilishana uzoefu ili kwa pamoja Afrika iweze kuendeleza rasilimali zake kwa faida ya watu wa bara lao. Profesa Mohammedi Janabi ni miongoni mwa mmoja wagombea watano kwa nafasi ya mkurugenzi mkuu wa kanda ya Afrika wa Shirika la Afya Duniani WHO. Profesa Janabi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wameambatana na rais mstaafu Jakaya Kikwete. Katika ziara hiyo ya kuonana na Captain Traore, moja ya mikakati ambayo inatajwa kuwa inatumika kumnadi Profesa Janabi ni pamoja na huu ambao eh, Rais Mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ameambatana naye kuelekea huko nchini Burkina Faso kwayo, ina kwa hiyo inaaminika kwamba kupitia mkutano huo pia Rais Kikwete aliweza kumnadi Profesa Janabi kuweza kupigiwa kura na Burkina Faso kwenye uchaguzi huo wa mkurugenzi mkuu wa kanda ya Afrika wa shirika hilo la afya duniani. Sasa ninaomba nikupitishe kwa ufupi sana kufahamu wasifu wa profesa Janabi ambaye hivi sasa anafanya ziara akiwa na rais eh, Kikwete katika mataifa mbalimbali, kwa lengo la kwanza kuwasilisha ule ujumbe wa Rais Samia, lakini pia eh, kuweza kunadi sera zake za kwa nini anapaswa kuchaguliwa na ni mtu sahihi kuchaguliwa katika nafasi hiyo sasa taarifa ya kutangazwa kwanza kugombea katika nafasi hiyo ilitangazwa rasmi katika mtandao wa shirika la afya duniani WHO, kanda ya Afrika, na sasa umma unaweza kusoma wasifu wa kila mgombea kwa lugha tatu, yani Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa na ofisi ya WHO ya kanda ya Afrika, majina ya wagombea hao watakaoshiriki katika mchakato wa uchaguzi Mei 18, 2025, ilichakatwa na mkurugenzi mkuu wa WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Janabi ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Taifa Muhimbili, MNH, anawania nafasi hiyo akiwa sambamba na wagombea wengine wanne kote kutoka nchi za Afrika Magharibi. Orodha ya wagombea inajumuisha Dr. Nda Konan Michel Yao kutoka Ivory Coast, Dr. Drame Mohamed Lamini kutoka Guinea Dr Bureima Hamasambo kutoka Niger na Profesa Mijiyawa Mustafa kutoka Togo. Uchaguzi huo unafanyika kufuatia kifo cha aliyekuwa mkurugenzi Dr Faustin Ndugulile aliyefariki dunia Novemba 27, 2024 wakati akijiandaa kuanza kazi hiyo rasmi Machi mwaka huu. Baada ya kifo hicho, Tanzania ilipendekeza Profesa Janabi kupeperusha bendera ya Tanzania kwa mara nyingine. Uteuzi wa mbeba bendera wa Tanzania ulitangazwa na rais Samia Suluhu Hassan, akieleza kuwa uzoefu wa profesa Janabi katika sekta ya afya unamfanya kuwa mgombea mwenye sifa stahiki kwa nafasi hiyo muhimu kimataifa. Kwa mtazamo wa wengi, profesa Janabi ni kiongozi wa afya mwenye ushawishi mkubwa, akichangia maendeleo ya tiba, elimu ya afya na utawala katika sekta ya matibabu, sio tu Tanzania bali pia kimataifa. Ikiwa atapata nafasi hiyo ndani ya WHO, atakuwa Mtanzania mwingine aliandika historia katika sekta ya afya duniani. Profesa Janabi ni nani? Profesa Janabi ama Profesa Mohamed yakubu Janabi ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo na msomi mashuhuri wa Tanzania, anaendelea kuandika historia katika sekta ya afya endapo ataaminiwa, kama ambavyo Afrika ilimwamini hayati Dr. Ndugulile. Kwa sasa anahudumu kama mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili tangu Oktoba 2022 na pia ni mshauri wa rais wa tanzania kuhusu afya na matibabu. Profesa Janabi ana rekodi ya kitaaluma inayovutia akiwa amepata elimu kutoka taasisi mbalimbali mbali mashuhuri duniani. Alipata shahada ya udaktari wa tiba MD kutoka chuo kikuu cha matibabu cha Kharkiv huko nchini Ukraine. Aliendelea na shahada ya uzamili katika shule ya tiba ya chuo kikuu cha Queensland Australia, na chini ya Profesa Ian Reilly alihitimu shahada ya uzamivu yani PhD katika magonjwa ya moyo, na baadaye alifanya mafunzo katika, ya kitabibu katika chuo kikuu cha Osaka Japani kupitia ufadhili wa Japan Society for Promotion of Science chini ya Profesa Yuji Matsuzawa. Uzoefu wa kitaaluma na utawala katika sekta afya, Janabi, ya afya. Profesa Janabi ameonyesha weledi mkubwa katika nyadhifa mbalimbali ambapo sasa mkurugenzi mtendaji wa Muhimbili tangu 2022, mkurugenzi wa Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI tangu 2015 hadi 2022, ambapo alihusika katika kuifanya JKCI tangu 2015 hadi 22 ambapo alihusika kuifanya JKCI kuwa moja vivutio bora vya matibabu ya moyo Afrika Mashariki. Daktari pia ni daktari binafsi wa Rais Jakaya Mrisho Kikwete tangu mwaka 2005, na, na pia amewahi kuhudumu kama mwadhiri katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS tangu mwaka 2000. Pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha tiba cha South Carolina Marekani, tangu mwaka 2003. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na uchaguzi huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.